Rabishrah li sadri waysir li amri wahlul ukdata min lisani yafqahu qauli wabad. Baada ya kumsifu Allah na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sala Allahu alaihi waalihi wasallam, tukikumbushana darasa tuliyosimamia jana, tulikuwa tumekumbushana jana kuwa lengo la Allah kutuumba ni kumwabudu yeye yaani kumtumikia tu, si vinginevyo. Na pia tukaelezana kwamba katika huu utumishi Allah taratibu alizotuumbia sisi, alituumba tuna mwili na roho. Mwili unatumia uliumbwa kwa udongo, na ili ustawi lazima upate mahitaji yake yote hapa hapa kwenye udongo hii roho iliyoumbwa ya pili ilikuwa ni upulizo wa Allah, nayo inahitaji kustawi vile vile, lakini inastawi kwa ufunuo wa Allah vile vile, ambayo ni maana ya upulizo wa Allah vile vile. Sasa ikitokea kwamba mtu akatelekeza kimoja katika hivi viwili, akakiendesha anavyotaka yeye mwenyewe, sifa ya utu inapotea anakuwa mnyama au mbaya kuliko mnyama, na hayo tukatolea ushahidi wa kauli ya Allah katika surati al-Qasas aya 50, Allah aliposema, audhu billahi minash shaitani rajim waman adalu miman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah, ni nani aliyepotea zaidi kuliko aliyefuata matamanio ya nafsi yake bila ya mwongozo wa Allah. Yani manake ni kwamba matamanio ni jambo lipo na mtu kufuata matamanio kuna juzu, lakini kwa mwongozo wa Allah. Ukifuata kwa unavyotaka wewe, lazima upoteze sifa ya ubinadamu, uwe ni mnyama au chini zaidi kuliko mnyama. Na pia katika tulichokigusia ni kwamba dawa ni nini? Tukagusa suratul Kahfi mwishoni, Allah anasema yule anayetarajia akutane na Allah kila wakati, na baada ya kufa, anayetarajia hivyo apate rehma za Allah kwa kukutana naye, basi faliamala amalan saliha, afanye matendo mema. Pili, wala yushrik biibadati rabbihi ahada, wala asishirikishe kwenye ule utumishi ule wa bwana wake ambao ndio lengo la kuumbwa, asishirikishe mwingine pamoja na Allah. Leo tunataka tuendelee na mtiririko huo huo, tugusie kipengele atadhallulu ila Allahi, izzun. Mtu kujidhalilisha kwa huyu Allah muumba wake, ukajidhalilisha kwake yeye, ndio heshima yote na utukufu wote, ule utu, ili utokee utu wetu uwe, tuwe ni watu kweli sharti tukubali kuwa sisi kwa Allah huyo aliyetuumba sisi, ni dhalili, tufuate kwake, tunahitaji kwake, tumfuate yeye, tumsikilize yeye, tuwe ni watumwa wake. Ukiukubali utumwa kwa Allah, wewe ndio sasa ni mtukufu kweli kweli. Tugusie kwenye kipengele hicho, bimaana idha tadhallalta ila allahi wa ala allahi yarfa'u sha'naka wa yu'li qadrak, pindi we ukijidhalilisha kwa Allah umekubali kuwa ni dhalili kwa huyu Allah, sio kwa mwingine. Basi Allah kwa mapenzi yake yeye anayainua mambo yako na heshima yako anaipandisha. Usiitafute heshima kwa ujanja wako na kwa watu Tafuta heshima kwa Allah. Utaitafutaje? Jidhalilishe kwake. Ukijidhalilisha kwa Allah yende, anapandisha ndiye atakayeyafanya mambo yako yawe juu, ndiye atakayefanya mambo heshima yako iwe ya juu. Idha tadhallalta ila Allah yulhimuka sadada fil qawli wal amali wa yutliqu lisanak, pindi ukijidhalilisha kwa Allah Allah ndiye atakupa ufunuo kwako, atakupa wewe uwezo wa kuona usahihi kwenye maneno na kwenye matendo. Ye ndiye anayekufanya hapa unapatia maneno yako, hapa unapatia matendo yako, ulimi wako unakwenda sawa, kwa kujidhalilisha kwake. Kinyume cha hivyo, ukitaka ujanja wa kwako mwenyewe, wakati hukujileta mwenyewe, utavuruga Jidhalilishe kwake, utake kwake, utaona yeye ndiye atakayefanya mambo hayo. Bi maana, idha kunta abdan lillahi takunu hurra minan nas. Ukishakubali kuwa we ni mtumwa wa Allah, wewe umekubali ni mtumwa wa Allah, kuanzia hapo wewe ndio unakuwa huru sasa kwa watu. Huru yani ni mtu huru sasa. Kwa nini? Kwa sababu ni mtumwa wa Allah huogopi tena maneno ya watu hu, hutafuti kitu kwao zaidi ya yale maisha ya kawaida. Maisha ni kwamba kuna mikabala yetu, wewe unanihitajia na mimi nakuhitajia, si ndio? Maisha lakini huwezi kuwa dhalili kwa mtu, kwa sababu wewe ni dhalili kwa Allah, basi unakuwa huru. Allah ndio anakufanya unakuwa huru na unakuwa na ye heshima. Yeye ndiye anayekupa heshima ama idha lam takun abdallah fa anta hatman abdu linnas, am wewe ukiwa hutokuwa mtumwa kwa Allah moja kwa moja jiwekee, umeshakuwa mtumwa wa watu, umejiwekea mwenye umejitilia tiki. Hutaki kuwa mtumwa wa Allah, hutaki kumtumikia Allah, lazima uwe mtumwa wa watu. Maanake utakuwa mtumwa wa nafsi yako, utakuwa mtumwa wa mali yako, utakuwa mtumwa wa mahitajio yako, utakuwa mtumwa wa watu. Kesi umekwisha, mtumwa wa viumbe tu, huna vingine. Sasa ili uwe huru, kubali kuwa mtumwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya tunayapata kwenye mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha Mtume hatamki kwa matamanio ya nafsi yake, anachokisema huwa ni wahi, amefunuliwa na Allah. Anasemaje mtume sallallahu alaihi wasallam? Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku ya aliyomwambia Ibn Abbas radhiallahu anhuma, alimwambia ya ghulam, kijana wewe, isikilize vizuri, inni uallimuka kalimati, mimi nataka nikufundishe maneno haya, yasikilize vizuri Ibn Abbas bado kijana akatulia, akamsikiliza, akamwambia ihfadhullah, mchunge Allah, chunga mipaka yake. Yeye ya anataka we umwe mtumwa wake, chunga hilo, mtumikie. Ye yeye amekuumba kwa hilo, si ndio? maana yake mchunge. Mchunge vipi? utamchunga Allah vipi? Allah anataka nini kwako? anachotaka amekuumba umtumikie, si mtumwa we kwake. Chunga hivyo, ukifanya hivyo, yahfazka Allah atakuchunga sana, atakuweka pahali pazuri, atakuwa anakushika mkono kila wakati. Akamwambia tena ihfazillah illah, mchunge Allah, chunga mambo yake anayoyataka. Tajidhu tujahak, utakuta Allah yuko mbele yako kila wakati tuko pamoja utamkuta allah yuko mbele yako maanake umemtarajia allah basi we utamkuta allah sasa akaendelea kumwambia maneno haya idha saalta fasalillah wewe si mtumwa wake ukiomba muombe yeye wa idha staanta fastain billah ukitaka msaada mtake yeye huyu we mtumwa wake taka msaada kwake. Je, maneno haya maana yake ni kwamba tumekatazwa kuombana kusaidiana? La hasha, wala sio hivyo. Maana yake ni kwamba isije ikawa pindi ukitaka msaada kwa mtu unamwona yeye ndio kila kitu. Yeye mm -mm, ni ajenti wa Allah katika kufanya jambo fulani, kwa hiyo unapomwambia nahitaji unisaidie jambo au nahitaji hivi, manake uwe akili yako naye pia ni mtumwa wa Allah aliyetumwa na hii kazi uliyomwambia, unayojihitaji lolote, mtendaji mkuu ni Allah, sio ufike kwake iwe sasa bana, bila ya wewe mimi, unajua mambo yote yataharibika bila ya wewe, sio kweli? Tuko vizuri eh? Mtu anapokwenda kwa daktari vile akamwambia daktari, bwana, tumekuja kwako tunakutegemea wewe, mambo yote tunakuachia wewe, sio kweli? Daktari hana zaidi ya kufuata kanuni ile ya tiba na kutoa dawa kwa mujibu wa magonjwa fulani, lakini uponeshaji sio wake, ni kweli, si kweli? akamwambia maneno haya, bado ni kijana, anamjenga wa idha sta'anta fasta'in billah, ukitaka msaada taka msaada kwa Allah. Hizi zote ni sababu lakini mtendaji mkuu ni Allah. Kuna kisa kimoja, bwana mmoja alimkuta bedui mchungaji mmoja wa ngamia huko majangwani, akataka kumpima kiwango cha imani, anamuona mporipori tu. Akamwambia, ngamia wa nani? Haa, akamwambia ngamia wa Allah aliyowaweka mikononi mwangu Ngamia wa Allah aliwaweka mikononi mwangu. Ah, okay. Kwa nini usingeniambia tu ngamia wangu, au ngamia wangu? Ukisema ngamia wangu, sio wangu kweli, wakati wote yeye mwenye ngamia wake anaweza kuninyang'anya akawapa watu wengine mara moja, akaniondoa mimi akawakabidhi watu wengine. Kwa hiyo hawa ni wake, lakini kwa kipindi hiki ameweka mikononi mwangu. umeipata picha hiyo? Vitu vyote tunavyovimiliki, si ndio? Sura yake ni hiyo, sura ni hiyo. Vimewekwa mikononi mwako kwa kipindi fulani tu. Wakati wote vinahamishwa, vinapelekwa kwa mtu mwingine usiyemfikiria kabisa, ukabaki unasema tu ah, bwana, kitu changu. Kitu sio chako, eh, lakini ulikabidhiwa kweli wewe kusimamia, ndio kazi unayopewa Mtume sallallahu alaihi wa sallam akatufundisha msimamo huu, akamwambia, waalam na ujue, anna al umma law ijtamaat, kama watu wote wangejikusanya, ala an yanfauka bishaiin, ili wakunufaishe kwa jambo walilolifikiria wao, wanataka wakufanyie jambo la manufaa. Tamaa yako isiwe vile, kwamba oh, sasa a mimi watanifanyia wa. Mm -mm. lam yanfauka bi shay'in illa kad katabahu llahu lak, hawawezi kukunufaisha kwa jambo ile ambalo Allah ndio aliliandika kwako. Kama hilo jambo kwako limeandikwa hilo, wakikaa mkutano wao watafanya kweli, litakuja kwako. Kama halikuandikwa kwako, mkutano ule utafeli tu, halifiki jenga hiyo kwamba mtendaji ni Allah. wala wajtamau na kama wangejikusanya watu hao wote, dunia nzima ala an yadhuruka bishaiin, ili wakudhuru kwa kitu chochote, jambo lolote. Lam yadhuruka illa bishaiin qad katabahu Allahu alayka, wasingeweza kudhuru kwa jambo lolote ila lile ambalo Allah alikwishaandika kwako, hilo liko kwako. Akamaliza maneno, rufi'atil aqlamu wa jaffati suhuf kalamu za matendo katika dunia za mambo zilikwisha maliza kazi, zikanyanyuliwa, haziandiki tena, tayari na mbao zimekwisha kauka. Habari zote zipo, usiwe na wasiwasi, kuwa mtumwa wa huyu aliyekuleta. Tuko pamoja ndugu zangu. Sasa kama hivyo ndivyo, kwa mfano, kwa mfano wewe katika maisha yako, kwa mfano, fikiria tu, lau kana maa kasadaqa maalmalik, kwa mfano, ingekuwa kuna urafiki kwako na mfalme fulani, kiongozi fulani, raisi fulani. Kwa mfano, kuna urafiki kwa mtu mwenye sifa ni malik, sawa? Hebu niambie, na ukawa unampenda naye anakupenda unamtumikia kwelikweli, hisia zako zingekuwaje kwake? Kiongozi mkuu kweli, rafiki yako na yeye anajua una urafiki na anakujua jinsi unavyomtumikia vizuri, kwa kwa nani? Kwa mapenzi. Hisia zako kwake zingekuwaje, hmm? kiongozi mkuu, kiongozi wa dola, wa nchi, mfalme Haya, ingekuwa wewe una urafiki na mtu tajiri sana, bilionea, ndo rafiki yako kwelikweli, na anajua yeye kuwa wewe ni rafiki yake na anakupenda kutokana na urafiki ule, na unamtumikia anachokwambia, zingekuwaje hisia zako kubwa? ingekuwa kuna mtu na nguvu au mamlaka fulani ya nguvu, pana sifa ya nguvu hapa, na hii nguvu kwako wewe, kuna urafiki wakati wote. Ukitoa amri wewe kwa mtu huyu, inaweza kutumika hii nguvu, sawa. Na wewe ukawa mnyenyekevu kwa mtu huyu mwenye nguvu hii, mwenye pawa hii anajua hivyo, kama wewe ni mnyenyekevu kwake, unaonaje? hisia zako za amani zingekuwa kubwa, huyu jamaa akisema kuna nuka, si ndio? Hivyo <laughs> sasa hizi ni sifa, sifa ya mulk ule ufalme ule, sifa ya ghina, utajiri ndio iliokufanya wewe una ukaribu una, una, unasikia raha. Sifa nyingine kubwa, nguvu zile, ndio zinazo kufanya ujisikie hivyo raha. Tukiuliza suali, falimadha la taj'al sadaqataka maa Allahil Malik tena Malikil Mulk, kwa nini basi urafiki wako huu usiuweke kwa yule ambaye ni Malikil Mulk, mwenye mamlaka yote ya ufalme wote ya kwake urafiki wako uweke kwake. Tena sifa nyingine Alghani, tajiri kulikweli. Sio hivyo tu alqawi, mwenye nguvu. Sifa zote tatu zilikuwa zimekufurahisha kwa watu, lakini kuna ya nne ambayo hawa wote hawana, Alqadir. Kuna Malikul Mulk, halafu kuna Alghani, Alqawi, kuna Alkadir. Hizi nyingine, hii ya mwisho hii Alkadir, mwenye uwezo wa chochote. Hawa wengine wote ambao ungeunga urafiki hawana uwezo wa chochote. Kama alikuwa ni mamlaka, anayo lakini, sio ana uwezo wa lolote wakati wote. Anazima pumzi yake, hana kitu. Ni mali, ana mali, ni tajiri, lakini sio kama ana uwezo wa chochote. Akizima pumzi, huwa hana kitu anaweza kazimwa akili tu, wala sio pumzi, ikawa wewe, ala, hakutambui tena. Umekwenda kumsalimia <laughs> anasema nani huyu? Ndivyo hivyo, rafiki yako kabisa na ulikuwa unamtegemea kama ana nguvu, ulikuwa unategemea nguvu zake, pengine unataka kumshtakia jambo. Kichwa chake network imeondolewa, akikuangalia, akikuangalia hakujui nani. Nani? kwa hawezi lolote Sio kila kitu anaweza, si ndio? Kwa hiyo urafiki wako unaonaje? Ungeuunga kwa huyo ambaye ndiye Malikul Mulk, mamlaka yote ya kwake, utajiri wote uko kwake, nguvu zote ziko kwake, halafu ana uwezo wa kila kitu. Huu ilikuwa urafiki, basi uunge kwake, umpende akupende. Na hivyo ndivyo sifa ambazo Mungu anazitangaza. Mungu anatangaza hivyo hizi nyingine ametugawia gawia, lakini anatangaza na hii maalum. Hebu sikiliza, Allah anasema: a'udhu billahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim tabarakalladhi biyadihi almulk alaf wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ana baraka nyingi, ana utukufunyi mwingi Baraka zote ziko kwake, utukufu uko kwake. Alladhi, yule ambaye, biyadihi almulku, mamlaka yote iko mkononi mwake. Haikuishia hapo, wahuwa ala kulli shaiin qadir, na yeye kila jambo analiweza. Kila jambo analiweza. Hii sifa hii haiko huko kwingine. Ivyo iwavyo, tuwe na sifa tunazokuwa nazo, lakini hatuna kwa hiyo ilikuwa mamlaka iwe mamlaka mpaka kuwe kuna uwezo, si ndio hivyo? Na utaona tunajivunia mamlaka tulizo nazo, kwa sababu Mungu ametupa ka uwezo fulani kwenye hicho, lakini sio Kadir, mweza wa kila kitu. Unaweza tu kwa kipindi fulani alichokuwezesha yeye, akikuzima huwezi. Anakuzima tu mara moja tu, huwezi kitu. Kwa hiyo kwa nini isiwe furaha yako urafiki wako, utumwa wako usiwe kwa huyu ambaye kuna sifa hizi unazozipenda, alafu kadir muweza wa kila kitu. Tulikuwa tunatakiwa tuwe watumwa wa huyu, wahuwa ala kulli shaiin qadir. Insha llah tutaanzia hapo, uione tena sifa hii ya qudra ilivyopindi anaposema qul llahumma malikal mulki, uone mbele anatangaza tena sifa hii Yani, pana kitu kimeguswa, tunakisahau. ah, mimi huyu rafiki yangu sana huyu, mimi nikimwambia kitu ndio anafanya huyu, eh, kweli, lakini ana uwezo wa kila kitu? Hapana, akili yako lenga kwa yule ambaye anaweza kila kitu, aliyemwezesha yeye kufanya hiki kitu kwa kipindi hiki, iwe kule. Huyu ndio mtu, wewe mtumwa kwake, kwa nini wahuwa ala kulli shay'in qadir, kila kitu anaweza. Akajitangaza baada ya kuwa kila kitu anaweza, alladhi khalaqa almauta wal hayat. Mambo makubwa kweli, sera ya kwanza anaitangaza liio kuonyesha uwezo, alladhi khalaqa almauta walhayata, ambaye ameumba mauti na uhai viko mkononi mwake. Hivyo kifo kiko mkononi mwake. Hata mtu anapoua amesababisha kifo, lakini kifo kiko mkononi mwake, na uhai, kutia uhai kuko mkononi mwake, ameviweka hivyo. liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili akupimeni tu, akupeni mtihani nani atafanya kazi vizuri? Tumeumbwa tufanye kazi vizuri. Basi manake dunia ni kazi mfululizo, kazi mfululizo, iwe ina kukera, iwe ina kufurahisha, lakini umeumbwa ufanye kazi mfululizo. Mapumziko baada ya kufa. Mwenyezi Mungu atuwezeshe tufanye kazi zinazomridhisha Tusijifanyie tunachotaka wenyewe. Tukifanya tunachotaka wenyewe, manake tumepotea njia. Allah tuongoze, tufanye vile anavyotaka. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.